Sarafina wanasemaga kwamba usiingilie mahusiano ya watu. Mm. ya kwa watu Mm. watu nini, wanaolala <laughs> yeah, ni mtu wa ah <laughs> no no ni no. mfano mzuri sana. ahovyom watu wanaolala wanaoshare nafsi wanaolala utupu mm -hmm. So kuingilia kwenye ugomvi wao chochote ambacho wanakifanya. Kuna lugha wananenaga kwa lugha muda fulani. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna vitu sometimes unaweza kujikuta unachekwa wewe kwenye jamii. Yaani wewe ndio sasa unachorwa sasa kwamba hebu vipi jamani imekuaje tena? ya kwa kile ambacho kinaendelea kwa sasa um, Zuchu na Diamond jana walikuwa ni, ni, of course, hivi Zuchu aliperform pia eh, kwenye siku ya mimosi, yalifanyika wapi? Singida? Singida. Yes Singida pale ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan alikuwa pale katika kilele cha mimosi siku ya wafanyakazi duniani. mm -hmm. Na, na jana Diamond Platinum Zuchu alikuwa ni moja kati ya watu ambao walitumbuiza jana pale, sasa The moment ambavyo walikuwa pamoja na nini kutoka Dar es Salaam, wanapanda kwenye private yao mpaka wanafika pale, watu wakasema, jamani, hawa si juzi tu hawa walikuwa weleweke, weleweke, na kuaje tena waeleweki wapi? nyinyi mpendi wakipatana au? Ah, no tunapenda, lakini sasa unajua kwa story ambazo tunakuwa tunazipata kuhusiana mm, wao. Ukija kuambia kwamba sasa hivi wako pamoja hivyo, yani mpaka unakuwa surprise kwamba eh, Zuchu tukuwache na Diamondi hatuwezi chochote, hatuwezi wametoka kwenye issue ya juksi mm -hmm. na drama nyingi, Zuchu hajafanya chochote. Atafanya nini? Wamefika hapa. Naye kaanza vurugu zake eh, kaanza naye vurugu zake Rita kwamba oh, maa naye yuko sijui kaskazini kama Diamond ambapo alikuwa mm -hmm. wameenda watu wakasema ameenda lakini pia baadaye akaja kuposti mkono wa mwanaume ambao amevaa pete, amevaa pete kila kitu chake pale kikionekana, anaonekana kama vile ni Diamond. Sijui, yule, si zamani. Sijui, ni kipya. sijui... cha zamani sijui ni kipya aka, kila mtu ana haki, no, haki ya privacy, Sarafina, mm haiwezekani. -hmm. Wewe mwanamke nimesha date na muda mrefu, tumesha achana, kila mtu na mambo yake. Hey, bado unaendeleza si eh? Angekuwa nataka kusua tu, angesua tu wote yani, yeah. Kwa sababu yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanatukanwa yeah. Wanasifiwa yeah. Wanatukanwa yani ndo maana hadi watu, kwa mfano Alikiba anavyojibugi vile yeah. Wanamshangaa kwa sababu bro, yani ulipo hapo yeah. Yani wewe ni jalala ya kila uchafu unatupiwa wewe. By the way, uliona comment ya Zuchu kwenye moja kati ya comment ya shabiki ali reply comment huyo? mm. Mtu aliandika ali, ali kwamba ile, kwenye ile ishu ya ya Nigeria yeah. Ni kama Wasafi Media yeah. wana, wanajaribu kumwekea picha fulani kumpigisha shoti di. E, kama hajawahi kuwa mpenzi wa Diamond yeah. Zuchu alichokuja kujibu pale yeah. Kiukweli, yani ukikisoma, uki, unaona kabisa huyu ana maumivu makubwa sana yaani yeah. kwamba waache ndugu yangu, washaona mimi ndo jalala so kila kitu anafanya. Wanasema uvumilivu ambao uko nao Zuchu ndio ambao unamuweka kwa Diamond. Maana yangu ni kwamba kuna aina, sisi wanaume, unajua tunajijua eh? Mm. Kuna aina mwanamke unaza unaweza ukampiga matukio unaweza ukamfanyia kila kitu mm. Lakini the way ambavyo ana react the way ambavyo yeye anakutreat mm. Unajiona kabisa wewe ndio mwenye hatia. Mimi naamini Zuchu ameweza kuitengeneza uh, thamani yake kwa Diamond kutokana na, na, na uvumilivu wake jinsi ulivyo Hmm. Kwa brandi ya Diamond jinsi ilivyo, pengine Zuchu angeshatoka hadharani kwenda kuongea vitu vingine ambavyo sio sahihi, lakini nisome huyu mtu anaitwa Gonga Zote uh -huh. Anasema kuna namna Wasafi mnalitengeneza jambo kumvunjia heshima Zuchu, labda iaminike baadaye kuwa bosi wenu hakuwahi kuwa na mahusiano na Zuchu. uh -huh. Zuchu akaja ku reply kwenye hii comment ya Gonga Zote. uh -huh. Kaandika nishajizoelea dia mia adui yao hao midia hii sio familia na bosi wao kwa ujumla. Walichobakiza ni mapato tu kwangu. Alhamdulillah, god will make a way out for me. Walichobakiza ni mapato tu kwangu, kwamba yeye ni mtu anaingiza pesa pale. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, Diamond hawezi kumpoteza kwa usisi, tuna faida na wewe, ila tofauti na hapo. You know, kiuchungu sio sawa, najua, yani inauma Hmm. Ni yani mtu Nim, ambaye anaumia sana ila lakini ilifutwa hii comment, aliifuta yeah, baadaye sema watu wa hizi kazi walikapcha mapema sana kabla yeah. ijafuta ilikuwa ina dakika tatu tu, niliona hata kwenye, unajua mi, sisi ni moja kati ya watu ambao tulikuwa, nilisafiri kuelekea Chunya Chuna, ambapo Zuchu peke yako yeah, nikuwa peke yangu nilona komenti za watu wengi tim Zuchu waliandika vitu vingi mpaka nikawa surprise kwamba okay, nini kinaendelea? Melewa, it was like <sighs> Yani kwa Wasafi ameshinda kumpata promo za Zuchu ni mtu mtu mmoja eh, kwa mtu mmoja kwenda kufanya coverage yani, hmm. Yani, vitu vingi vilikuwa vinaandikwa kwenye comment kwenye zile post zangu, wanalalamika wanasema yani, mbona kama vile Wasafi oh thank you Rick Media na nini yani, watu wengi walikuwa team Zuchu wanatoa lawama kwa Wasafi. Kesho yake nikaona kule ilikuwa nzuri, it was good for sure. Hey, nimetoka nimetoka airport pale. Mi nimechukuliwa na gari za Zuchu mpaka mpaka kwenye show. Can you imagine? Eh, hey, bwana, hey, mtu mtu apepo ngeni zake. Nimepanda kwenye gari za wasanii, kutoka unajua Songwe mpaka mpaka Makongo. Hivi unajua Songwe mpaka Makongo, huoni umbali ule? Ni masaa manne pale au matatu. Na Songwe airport nimebebwa pale na gari za Zuchu. Ako pale, hela yako uliweka pending kidogo. Nilikuwa na masaa pale, kama ningechukua gari basi ilikuwa laki nne, laki tano. Kule. Hey, hey, lapa... Kama ni private sasa unategemea nini eh? kwa gari zingine ndio hivyo shilingi elfu. Wasafi wako busy na Nigeria lakini akina Mchaga walikuwepo hapa ongeza kwenda pia kumfanyia coverage, japokuwa hatujui ni mikataba ya biashara pia au pengine pengine mikataba ya biashara wa kule hawakupewa wa kucover na media, eh lakini sawa ya kucover sawa lakini hata sawa lakini si good people gang ile, yeah. Inaenda na WCB Wasafi Ha waku... ha. Yeah, unajua hizi hizi pia usihusianishe lebo na, na media yeah. Sawa, sasa watu unajua unapowazoesha watu ndipo watu wanaadapt hivyo. Kama kama ni voice alikuwa anapiga show hapa siku ile unajua, na walienda kumfanyia coverage jozi tunauliza eh? mm. Ilishindikana vipi kwamba sawa huyu hamjalipo hela coverage lakini kuposti kwamba msanii wetu anafanya show? Sasa sasa hivi yuko yuko, yuko, yuko yuko Songwe nayo kuna shida, waliposti lakini wajua kuposti ni mchana yani, baada ya tukio mchana ndo kuja kuposti hizo clip na baadhi lawama zilikuwa nyingi, yani mashabiki walivoanza kuongea vitu vingi ndipo wakaposti pia ah, kwa watu wanaona, watu wanaona, no, no, wanaona kama vile baada ya watu kuanza kusema mitandaoni ndio wao wakaamua kufanyaje kuposti. Unaweza ukakuta unaweza ukakuta wewe unasema labda unailalamikia lebo, kumbe ni uzembe kwa wa wafanyakazi wa media, you never know, unajua Yeah. Kwa sababu Inezi management kanaji pia haiwezi kuwa inakwambia kila siku fanya hiki fanya hiki, wewe unajua kazi yako. Kwa unaweza ukakuta kwenye ile point ambayo umemiss, ndo sisi tunachukulia udhaifu hapo. Lakini kumbe haihusiani hata na lebo. Yeah. Ni wenyewe watu wa media ndo wameshindwa kufanya kazi yao. Yeah. Kwa sababu we mara ngapi tuna, tuna cover story za, za, za Grammy. Si tunakuepogi Grammy, lakini pengine tunakuwa updated kuliko hata waliopo pale. Yeah. Tuna, tunawapandishia watu fasa. Wao labda uzembe wao tu Sawa, ngoja tuone, lakini mi naamini um, Diamond na Zuchu business ndio kitu ambacho kimekuwa kinawafanya wawe karibu zaidi, yaani huu mahusiano yaendelee kuwepo. Lakini niamini mimi, kama kungekuwa kuna biashara kati yao, pengine tungemwona Zuchu na maisha yake mengine kwa sasa. Trust me kuna muda fulani unaamua kwamba ok, hacha nipitie tu maumivu nawapitia, takuja kuwa sawa mingine. Alafu kuna muda mwingine ukishagundua kwamba ushakosea tangu mwanzo, auna haja ya kujilaumu sana, you have to live the moment. Hey, ni kama wewe tu kwenye mahusiano. Uh, anapenda kusemea watu. nilikuwa na wemgez ulekulana mieariki nilikuwa na sarafi Nigeria. This is itoka Rick Media, bye bye.